Yes, niko hapa leo na nyinyi. Nataka ufaidike kidogo kupitia Marafiki Station. Leo nataka nikukumbushe kwamba unatambua mtandao gani ambao unaweza ukakusave wewe ukapata mkopo kwa haraka haraka. Mtandao ni mmoja tu ambao ni the best ambao mkopo wake pia unaweza kuwa na manufaa kwako kwa siku ambayo ukiwa na shida unataka kusave issue yako. Ila pia ni mtandao ambao pia unaweza kukusaidia ku save shida kwa kiasi kikubwa, amount kubwa na pia ukaokoa kile ulichokuwa unataka kukifanya, ila tukizungumzia mtandao, ni mtandao gani? Ukiachilia mbali, kuna mitandao mingi, kuna Halotel, Vodacom, Tigo, TTCL na Zantel, ila mtandao ambao kwa sasa tunawapelishia ni Airtel. Airtel wako na mikopo ya design kama mbili au tatu, ila miwili ambayo inafahamika zaidi, tunatimiza na tunakamilisha. Kwa hiyo kama unatumiaga kamilisha Is the best loan, ila kama natumia timiza timiza kidogo siwezi kuipa max, kwa sababu riba ni kubwa kuliko unachokipata. Unaweza ukapewa mkopo alafu zeni usiufanyie chochote, kwamba mwisho wa siku utakuta deni tu linaongezeka, lakini hakuna ulichokifanyia. Ila kwa hesabu ya haraka, na kwambia tu kwamba riba yao ni kubwa kuliko unachokigeni, kwamba hela unayoipata inakuwa ni ndogo, ambayo huwezi kuifanyia kitu. Tofauti na ukitumia kamilisha kamilisha, unapata hela ambayo unaweza kufanyia kitu, hata kama riba yake itakuwa ni elfu sita elfu nane kwa day, ila unaweza kusolve tatizo au kufanyia issue ya maana ambayo inaweza kukusogeza issue. Kwa mfano, atakwenda kununua mzigo ambao unaweza kukuingezia amba, faida ya labda ya, ya shilingi elfu arobaini elfu hamsini kwa siku, umeelewa? It means kwamba mfano laki mbili au umekopeshwa laki moja na elfu arobaini au umekopeshwa laki moja na elfu sabini. Una uwezo wa kwenda kununua bidhaa yoyote yenye thamani ya laki moja na, na zenye, ishirini zenye ukaziuza au ukazifanyia ukaifanyia hiyo 120000 au 140000 ukaifanyia mzunguko wa pa day, unaweza kaingiza faida shilingi ngapi? Kwa mfano kama mimi na uwezo hiyo 140000 nikanua bidhaa zangu ambazo nazijua mwenyewe, nikaziuza pa day, nikaingiza faida ya zaidi ya 30000. Haya, nikija kulipa riba ya shilingi 6000 au 5000 pa day, nitakuwa nimepata hasara au nimepata faida? na kipindi hicho nilikuwa sina mtaji kabisa. Kwa hiyo unaweza kuona namna gani Airtel wanasaidia watu kama ukiwa mwaminifu, ila pia ni sahau kukusisitiza kwamba uaminifu wako ndio chachu au chanzo cha wewe kupata mikopo mizuri na mikopo mikubwa zaidi na kampuni kukuamini zaidi, wewe kupata mkopo kwa haraka zaidi. Ukisoma maelezo hapa unaweza kaona kagundua kitu fulani ambacho wao wanakipenda, kwamba unaweza kaona kama hapa, hongera, kiwango chako cha kukamilisha sasa ni laki moja na elfu arobaini ukiwa kama mteja uliotumia na kulipa kwa wakati. Tumia Airtel Money ukiwa na huna salio, ila pia utasubiria utasubiria alafu utakubali kukamilisha ili umalizie muamala wako. Kwa maana hiyo mimi hapa nitakachokifanya, nitafanya kama nataka kutoa hiyo laki moja na 40, basi nitaenda kwenye kutoa, nitatoa hiyo laki moja na 40, kipindi hicho sina salio. Ikishasema sina salio, nitasubiria kidogo, itakuja message ya kwamba unapokea mkopo kutoka, kamilisha kuthibitisha huo mkopo ili uweze kupokea bonyeza moja. Basi nitabonyeza moja, hapo nitapokea mkopo wangu, ila pia huu mkopo ukirejesha kwa haraka ndo wao watazidi kukukopesha mikopo mikubwa zaidi. Kwa hiyo tumia Airtel uweze kunufaika zaidi na mikopo mizuri mizuri kupitia Airtel tofauti na mitandao mingine. Halotel bado hawajaanza kutoa mikopo. Vodacom pia wako na mikopo lakini masharti yao hadi uweze kukidhi vigezo vya mikopo utatumia muda mrefu sana tofauti na Airtel. Airtel wanaweza kukupa mikopo kwa haraka zaidi kwa sababu wako na system tofauti na mitandao mingine.